Nidhamu, haki, weledi na uadilifu, mafanikio yetu. Kazi na utu mbele. Na awali ya yote, nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa baraka zake anazotujalia siku hadi siku na kutuwezesha kukutana hapa siku ya leo. Nawashukuru sana kwa kunialika kuwa mgeni rasmi katika hafla hii ambayo ni muhimu sana ya kufunga mafunzo ya awali ya Jeshi la Polisi kozi namba moja ya mwaka 2024 2025, na wapongeza kwa dhati makamishna viongozi wote wa Jeshi la Polisi bila kumsahau kamanda wa shule hii ya polisi Moshi na wakufunzi wote kwa kupanga, kuratibu kutekeleza na kusimamia mafunzo haya kwa mujibu wa mitaala na sera za Jeshi la Polisi kwa lengo la kuinua viwango vya weledi katika kutekeleza majukumu ya kulinda usalama wa raia na mali zao. Aidha, ninawashukuru sana wageni wote mliojumuika nasi katika hafla hii. Najisikia faraja kuona jinsi ambavyo mmeitikia wito wa kuhudhuria sherehe hizi kwani ni kiashiria cha imani kubwa mlio nayo kwa jeshi lenu la polisi. Nawashukuru sana. Kipekee nawapongeza pia wakufunzi wote ambao ndio hasa mmebeba dhamana ya wanafunzi vijana wetu tangu siku walipoingia chuoni hadi sasa, ambapo ni kipindi cha mwaka mzima. Mmefanya kazi kubwa sana kuakikishe kuwa askari wetu wanapata mafunzo yanayokidhi viwango na ubora unaokubalika kitaifa na kimataifa. Kwa wakufunzi, ninawashukuru sana kwa kazi hii nzuri mliyofanya. Sambamba na wakufunzi, nawapongeza wahitimu mnayohitimu leo kwa juhudi mlizozionyesha katika mafunzo yenu yaliyodumu dumu kwa takribani kipindi cha mwaka mmoja. Ninatambua fika mafunzo hayakuwa mepesi, isipokuwa ni juhudi zenu, uzalendo na uadilifu ndiyo zimewawezesha kufika siku ya leo ambapo mnahitimu mafunzo ya waskari. Yanahitaji nidhamu na uvumilivu ni wa hali ya juu sana. Nimesikia katika taarifa ya mkuu wa chuo kuwa baadhi yenu walifukuzwa kwa sababu mbalimbali ikiwemo ya ukong wa nidhamu kigonini ambao mnahitimu leo ni dhahiri imeonyesha nidhamu ya hali ya juu. Tuna kila sababu ya kuwapongeza kwa, kwa mafanikio makubwa uliyoyapata na kuhitimu mafunzo yenu. Hongereni sana wahitimu. Vile <coughs> vile napenda kutumia nafasi hii kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, kwa kuendelea kuiwezesha jeshi letu la, la polisi katika nyanja mbalimbali za maboresho, ikiwemo ajira kwa askari wapya, vifaa na vitendea kazi vya kisasa, miundo mbinu ya mafunzo, sare, makazi na maslahi mengine ya askari. Nakiri kwamba changamoto nyingi tulizokuwa nazo hapo awali ndani ya jeshi letu zimetatuliwa kwa mafanikio makubwa, hali ambayo inaliwezesha jeshi letu la polisi kutekeleza majukumu yake ipasavyo. Tunaishukuru sana serikali yetu. Askari wahitimu, nimefurahishwa na maonyesho mbalimbali ya kupambana na wahalifu na kutumia mbinu za medani za kivita mlio yaonyesha siku ya jana. Hii inalipa imani kwamba mafunzo uliopata ni ya viwango na ubora unaotakiwa aidha. Nimefurahishwa sana na gwaride zuri la kufunga mafunzo, mbinu za kujilinda. Nimefurahishwa sana na gwaride zuri la kufunga mafunzo na mbinu za kujilinda, kwa kweli nimefarijika matukio haya na mengine mliyoyafikia ya yanathibitisha kuwa kweli meiva na mko tayari kwenda kutekeleza majukumu mtakayopangiwa na ka kulitumikia taifa letu. Askari wahitimu, Kazi ya kulinda usalama wa raia na mali zao popote pale duniani ina umuhimu wa kipekee. Jukumu hili ni zito linalohitaji uzalendo wa hali ya juu, utii, nidhamu na ujasiri. Nina imani kubwa kwamba mmejifunza yote haya na mmejengeka kifikra na tabia sahihi. hivyo mtatekeleza majukumu yenu ya kila siku kwa kuzingatia sheria kanuni na taratibu za nchi pamoja na za kimataifa kama ambavyo mmejifunza katika mafunzo yenu. Kamwe msije mkajiingiza katika utendaji wa kimazoea usiozingatia sheria kanuni na taratibu za nchi. Mkaendeleza tabia ya kujifunza zaidi maishani wenu ili kujijengea weledi na uwezo wa kiutendaji kulingana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia yanayoendelea kujitokeza duniani. Kumbukeni maneno matakatifu kutoka katika Biblia takatifu kitabu cha Mithali sura ya nne mstari wa kumi na tatu inanukuu mkamate sana elimu, usimwache aende zake, mshike, maana yeye ni uzima wako, mwisho wa kunukuu. Askari wahitimu, nina uhakika katika mafunzo yenu kwa kipindi cha mwaka mmoja, mmejifunza kwa undani majukumu yenu kama yalivyofafanuliwa katika taarifa ya mkuu wa chuo. Jukumu kubwa la jumla ni kuhakikisha mnatoa huduma bora ya usalama wa raia na mali zao, hivyo nirudie kutoa wito kwenu kujiepusha na vitendo vyovyote vinavyokiuka maadili ya jeshi la polisi na sheria za nchi katika kutekeleza majukumu yenu. Aidha, ndugu wananchi vilioko hapa na jamii nzima ya Watanzania, nitoa wito kwenu kuendelea kuimarisha upendo, umoja, ushirikiano na mshikamano na jeshi letu la polisi kwa maslahi ya taifa letu. Tusikubali kugawanyika kutokana na sababu yoyote ile, iwe ya kisiasa, kidini au rasilimali. Tuendelee kutunza tunu yetu ya usalama na amani ya nchi yetu iliyodumu takriban takribani kwa kipindi cha miongo sita sasa tangu tupate uhuru na tushirikiane wote kuhakikisha tunakuwa salama wakati wote. vile vile, nichukua nafasi hii kuwashukuru na kuwapongeza wananchi wote ambao wameendelea ya kuimarisha ushirikiano na jeshi letu la polisi kupitia falsafa ya polisi jamii. Narudi kwenu askari wahitimu, napenda ni washirikishe changamoto kadhaa mtakazo kukutana nazo kwenye jamii hivi sasa, ikiwemo matishio kadhaa ya ugaidi, uharamia, dawa za kulevya, usafirishaji haramu wa binadamu, pamoja na wahamiaji haramu. Hizo ni baadhi tu ya changamoto za kiusalama mtakazo kukutana nazo kwenye mikoa mwendako. Tunahitaji ushirikiano wa dhati na wa karibu kutoka kwa wananchi ili muweze kuzuia na kupambana na makosa hayo. Nitoe wito tena kwa wananchi waliofika katika hafla hii kuendelea kwa ushirikiano kwa Jeshi la Polisi kwa kuendelea kuwa taarifa za uhalifu ili tuendelee kuwa salama. Kumkeni, usalama ni nguzo muhimu ya maendeleo katika nyanja zote za maisha ya binadamu na bila usalama hakuna maendeleo yanayopatikana. Askari wa UKIMWI, umkeni kwamba ugonjwa wa UKIMWI pakishio na hauna dawa. Kwa hiyo mnatakiwa kujitunga na kujichunga, msipate a maambukizi ya UKIMWI. Kwa sasa, taarifa kuhusu janga hili la UKIMWI na jinsi ya kujikinga zimeenea katika kila kona ya nchi yetu, licha ya kuwa janga hili linachukuliwa kwa uzito mdogo sana kwa sasa. Ni matumaini yangu kuwa mtatumia taarifa hizi pia mtakuwa na nidhamu ya hali ya juu ya kujilinda dhidi ya maambukizi, ili muweze kulitumikia taifa lenu kwa kija, mkiwa na nguvu na afya njema, tukikumbuka kuwa afya ndiyo mtaji wa kwanza katika utendaji wetu na maendeleo ya taifa letu. Tambueni kuwa mnategemewa kuanzia ngazi ya familia mlipotoka, Jeshi la Polisi na taifa kwa ujumla. Ndugu wahitimu na wageni waalikwa, katika kuhitimisha hotuba yangu, nirudia kutoa pongezi kwa mkuu wa shule hii ya polisi Moshi pamoja na wakufunzi kwa kazi kubwa na nzuri waliofanya hapo chuoni katika kuandaa askari wetu kwa Jeshi la Polisi. Pongezi tena kwa wahitimu wote mliojituma usiku na mchana katika kuyapokea mafunzo haya na kudumisha nidhamu kipindi chote cha mafunzo hadi kufikia siku ya leo unapoyahitimisha.